Napenda kuwafahamisha kwamba mafunzo haya yanatolewa ni ikiwa ni utekelezaji wa wajibu wa serikali yenu wa kulinda nguvu kazi yake chini ya sheria namba tano ya afya na usalama mahali pa kazi ya mwaka elfu mbili na tatu ambayo inawataka OSHA kutoa mafunzo mbalimbali ya usalama na afya mahali pa kazi kwa waajiri, wafanyakazi na makundi mbalimbali mbali ya wajasiriamali wadogo katika sekta zote ili kuwawezesha kutekeleza shughuli zao za kila siku katika hali ya usalama na afya. Aidha, lengo la mafunzo haya ni kushiriki katika jitihada za kidunia za kuhamasisha uwepo wa kazi zenye staha na zenye kujali utu wa kazi ili kukuza uchumi endelevu wa taifa letu. Jambo hili litawezekana tu endapo wananchi watakuwa na uelewa wa kutosha kuhusu umuhimu wa kufanya kazi zenye staha ambapo ni pamoja kufanya kazi katika mazingira salama. Ndugu washiriki, natumai sana mafunzo mtakayopatiwa leo yatawajengea uelewa wa hatari zilizopo katika shughuli zetu pamoja na kuwapa mbinu za kujikinga, ambazo mtaelekezwa taratibu muhimu zinazopaswa kuzingatiwa ili kuwa salama na wenye afya njema. Tunawategemea sana. Kadhalika, serikali yenu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeharamia vifaa kinga ambavyo mtakabidhiwa baada ya mafunzo haya leo. Lengo la kuwapa vifaa hivi ni kuwahamasisha kutambua umuhimu wa kutumia vifaa kinga katika shughuli zenu za kila siku ikiwa ni pamoja na kuzingatia taratibu nyingine za kujilinda kadiri mtakavyoelekezwa na wataalamu wetu. Jamani, emtumpigie kigelegele kimoja Daktari Samia. Uh-huh. Aidha, nitoe angalizo kwamba vifaa hivi mtakavyopewa haviwezi kutumika wakati wote na pengine haviwezi kutosheleza mahitaji yote ya vifaa kinga. Hivyo nitoe rai kwenu kujiwekea utaratibu wa kutenga kiasi kidogo cha fedha katika kipato chenu kwa ajili ya kununua vifaa muhimu vya kujikinga na, na hatari za vya magonjwa na hatari nyingine katika kazi zenu. Vile vile naipongeza tena taasisi ya OSHA kwa niaba ya serikali kwa kuwajibika ipasavyo hususan kwa kubuni programu hii ya mafunzo kwa makundi mbalimbali mbali ya wajasiriamali wadogo kwa sekta zote za kiuchumi hapa nchini. Niitumie fursa hii kuiagiza management ya OSHA kuhakikisha kwamba programu hii inakuwa endelevu na inaleta tija na matokeo yaliyokusudiwa. Na mwisho kabisa, japo si kwa umuhimu, nitumie nafasi hii kuwaasa kutojihusisha na makundi mbalimbali mbali yenye nia ya kuvuruga shughuli za, za uzalishaji na kuvunja amani ya nchi yetu. Tutumie muda wetu kufanya shughuli za uzalishaji ili kujiongezea kipato na kuchangia maendeleo ya taifa letu shughuli zetu ni kuifikia sekta isiyo rasmi leo tumeanza na kinamama tunakuja na vijana na katika vijana tuna programu mbalimbali kwa sababu tunakwenda kwenye migodi, tunakuta vijana wengi wamejiajiri. Ukienda viwandani unakuta vijana wengi wamejiajiri. Wamejiajiri. na vijana wale kutokana na kwamba wanataka kazi wanakuwa na hamu ya kazi wakati mwingine wanachukua hata kazi ambazo ni hatarishi kwa hiyo sisi tunachokitaka ni kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakuwa salama wanapokuwa sehemu za kazi lakini wanaweza kujilinda sasa mkazo mkubwa tumeuweka kwenye vijana, kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa salama sehemu za kazi. Mimi vile ni mteknolojia, lakini kwenye teknolojia lazima kuna miwani maalum ambayo ukivaa una protect macho yako. So kwa, kwa kupitia hicho umuhimu upo sana, kwa sababu kama OSHA ilivyo na kauli mbiu, afya ndio mtaji wako. Mtu akiumwa hataweza kufanya kazi, kwa hiyo kwa kupitia huo mtaji akiwa na vikingia, vikingia tiba ataweza kujikinga na ataweza kufanya kazi vizuri na kupunguzia taifa mzigo wa magonjwa yasiyotibika ambayo ni endelevu. Tumefurahi kuletewa mafunzo haya kwa sababu yanatufunza na kuzidi kutuimarisha kama sisi vijana, na pia tutakuwa imara kwenye kazi zetu za kila siku.